Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo na mambo ya ndani, natambua huko hapa, baada ya baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uanzishaji yanafikia wapi, na vile zili ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ile ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima, kaifungulie, ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kukumbusha miko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu na masharti ya taasisi na masharti ya ya usajili waliopewa na nendeni mkayaangalie huku ya mashariki. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio na askofu wake wala shehe wake. Ni, ni, ni, ni, ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. nkakiangalia kizuri ncho kipengele ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania na sisi wasaidizi wake tutalifanya ile jambo kikamilifu kwenye hii barabara.